Anazaliwa tu chini naye sana tunajisahau, mm -hmm. Kumbe eh, hmm. Sio watu hamishe eh, oh, oya, si avatar oh, eh, si sio kina Spider-Man, Superman, Marvel. mavo <laughs> unautatizo ni kwamba mm. Unaongea sana yani, una mpaka, yani unasahau hata kitu cha muhimu. Wewe unasikiliza nishauri usiongee sana. Anijua mimi mdomo bwatu. Nikiwa na Shadida wangu tunapiga mastori, tuna enjoy hapa. Vuta picha, nikikuoa mambo, mambo, mambo, yaani niambie pete, tuondoke. Si tena kwa professor, kuna majukumu yetu, tupeleke kwa professor Kweli Asumani, inabidi tusafiri twende huko kwa Njonjolo ya fu, lakini kabla uko ya kwenda huko kwanza tumdhibiti Shemshenga na kumdhibiti kwake, inabidi tumwagie maji ya twalasa ya ujinini. Tukishamkamata tunamtia kwenye chupa. Hiyo chupa inabidi tukaifunge kwenye mti mkubwa sana polini, tulipo tuanze safari ya kwenda huko kwenye Njonjolo ya fu, na tukirudi tu tunakuja kumwangamiza shemshenga. <laughs> Sawa profesa, we fanya mambo hayo tu tukamwangamize, tukamdhibiti. Sawa, kwa sababu kadri tunavyozidi kuchelewa ndo anazidi kufanya maafa. Hapo sasa sijui kamwingia nani huko nyado, sijui huko anaenda kuendelea kufanya madude yake. Sawa, mwisho wa siku sasa amekuwa anafanya mambo machafu. Hmm? Anabaka baka watu. Ndio sasa, ndio ile zana ya asma, nikibaka inakuja mimi ndo nimebaka. Sawa, Asumani, lakini kwenye hili inabidi mnisubiria hapa, sawa. Nacheni mimi nikaifanya hii kazi, kwani ni muda mrefu sana sijawakamata na kushirikia majini wapuzi kama hawa Asmani. Niko tayari kwa kazi. Sawa profesa, sisi tuko tunakusubiria <laughs> Eh, mprofesa naye kuna muda yule ajikutaka Starlink, yule mzee mzeewe anajikuta <laughs> wenyewe, hivi vitu vya che, vijana unaenda ukoshe mshengo nye jawo, mwisho wa siku akamwingia eta, sio kumuingia sana eh? ashakumsoma tu akamwingilia <laughs> atanimalizie.